Uh, mtazamaji wa Arise and Shine Television popote pale ulipo, lakini pia msikilizaji wa radio ya Baraka unayosikiliza wakati huu, lakini pia wengeo unatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii Arise and Shine Tanzania pamoja na Mwamposa live pale YouTube. Ni wasaa mzuri kabisa wa kipindi cha Matendo Makuu ya Mungu ambacho kujia Uh, siku nne za juma muda na wakati, uh, kama huu sasa nikukaribisha inaitwa Lightness Jerry. Na wakati huu basi nikwambie tu endelea kubarikiwa, kaa kando ya TV yako, radio, mitandao ya kijamii, kwa sababu uh, uponyaji wako utakwenda kufikia hapo hapo nyumbani kwako. Lakini kumbuka tu mara baada ya kipindi hiki, mtumishi wa Mungu Bonifasi Budoza Mamposa atakuwa live katika kipindi cha Operation Kombo Familia, na familia yako itakombolewa biashara yako pamoja na nyumba yako itakwenda kukombolewa, ni hakika. Ni siku nyingine tena, karibu sana na moja kwa moja wakati huu nitakwenda kuangazia shuhuda kutoka katika madhabahu ya Nuka Uangaze. Ni wengi wanakuja kushuhudia kutoka ndani na nje ya nchi, maelfu ya watu ambao Mungu amewatendea, aa, kupitia madhabahu ya Nuka Uangaze, chini hapo ulipo wanakuja kushuhudia. Kwa wangazi. Ni mafuta ya upako pamoja na maji ya upako ama ukombozi wa ardhi, pengine keki ya upako, maji ya siku saba au inuka uangaze. Na moja kwa moja eh, tumuone huyu hapa ambaye yeye amepona na kuinuka mara tu baada ya upako. Yeye alikuwa amelala kwenye godoro, lakini baada ya mtumishi wa Mungu kuachilia upako ameweza kunyanyuka kwenye, kwenye godoro na kuanza kutembea, na maisha yake ama afya yake imerejea tena kwa upya. Moja kwa moja tukamtazame. Bwana Yesu asifiwe, kwa majina anaitwa Amina Saidi, natokea Kisteno Tegeta. Ndio, Amina mimi nina ushuhuda, mtumishi wa Mungu, wa mama yangu. Huyo hapa? mama yako? mama yangu mzazi. Nini kimetokea? mama yangu mzazi, wiki iliyopita, tulipigiwa simu kwamba mama yenu kwa muka ghafla, ah, amepoteza fahamu. Aha, hawezi chochote, ndio akapelekwa hospitali kule, akatibiwa, lakini hali bado ikawa ni mbaya. Tukapigiwa simu, bwana, mama, hali yenu mama ya mama yenu inakuwa ni mbaya sana, ah. Tukaambia jamani, kama inakuwa ni mbaya tuna miombene mama yetu mpandisha kwenye gari ya Dar es Salaam. kama mama kufa aje afie mikononi mwetu, tukimwona mama yetu ndio basi kweli. Ndugu zake kula akampakiza, akaja na Dar es Salaam na mama yetu mdogo, amebebwa e, akaja amefikia Tegeta kwa, kwa mdogo wetu. Ndio, akiwa amebebwa. Mtumishi wa Mungu, leo nashuhudia madhabahu hii hapa, ninamshukuru Mungu sana kwa matendo mama angu aliyomtendea. Nini kimetokea? Mama alikuja kumbe, tulivyomwona tu, mama. Hali ya mama ilikuwa ni mbaya sana. Mama alikuwa hawezi kufanya chochote kile mama yetu huyu. Alikuwa hawezi kusimama. Mama alikuwa hawezi kusimama. Mama alikuwa hata tumsaidie kama vile mtoto mdogo jinsi anavyosaidiwa. Ndio. Lakini Mungu asifiwe, aitwe Mungu. Mimi nilivyosikia vile, mimi nikaenda kukimbilia hapa madhabahu hii hapa. Nikamleta hapa. Nikakuta watu, mimi nani huyu wa huduma, nikakaa, nikamwambia mhudumu, niambie nisaidie chupa moja ya maji na mafuta uh, mimi nikakimbia nikaenda kutegea. Kwa cha kwanza mama alikuwa kwa maa mkono tu, mama anaaga wanangu, baibai. Nikaambia mama, hutakufa bora umefika Dar es Salaam. Ipo mazabaa kukuinoma. Kwa mara nyingine nikafika upako, nikamuongesha pale. Nashukuru Mungu, ilikuwa ni siku ambayo ya Jumapili. Nikaambia dada

Uh -huh. Basi mtumishi wa Mungu, Mtumishi wa Mungu alipoingia, nikasema ikasema, "Mungu wewe ni Mungu utakayeenda kumamisha mamaangu. Mamaangu amekuja leo, tunambeba lakini nina imani kwawe, kwa jina lako Mungu wangu, katika madhabahu hii hapa mama yangu atarudi akitembea ya kwa mikono yake miwili na miguu yake miwili. Mtumishi wa Mungu umeingia, Mungu umeingia madhabahu, neno la Mungu uh -huh. ukaachilia neno ukaachilia neno ukaanza kuhubiri. Ndio nikaambia mama, sikiliza mtumishi wa Mungu anavyoongea, lakini naimani kwa ajili yako leo mama, kwa ajili ya mtumishi wa Mungu katika madhabahu hii, mama yangu umepona. Nini kikatokea? Basi mtumishi wa Mungu ukaomba, ukaomba, ukamaliza, kama mama ukasema kwamba wewe lala kwenye godoro, nyanyuka kwa miguu ya yako miwili, na ya enye madhabahuni, nilipotamka hapa, ndio mtumishi, mama akanyanyuka kwa miguu yake miwili kwenye godoro mtumishi wa Mungu, unaweza ukaona pale godoro, unaweza ukamwona huyo mama, pigia Yesu makofi mazuri. Nawepokea leo kuinuka na kuangaza. Wewe ulikuwa naye pale, akainuka akaanza kutembea. Aka mmemtoa Aka Aka Aka Aka mkoa gani? Tu tu Tanga. Tanga, kwa mama yangu, kwa hilo godoro linaloonekana. Na nani alileta? Tulileta sisi hapa, tulikuwa tumembebea kwenye godoro, unaweza ukaona pale. Pigia Yesu makofi mazuri, inua makofi kwa Yesu, mpigie Yesu. You clap your hands for Jesus. Mama ndio huyo hapa, analia na kulia nini sasa kinaendelea juu ya mama yako ashukuru Mungu mama toka siku ile. ndio mama hajalala tena mpaka ndio hapo mnapomwona mama amesimama hapa ndio amepona mama anatembea mama anafanya utakia yake kitu kiasi kiona mama akifanya mama anakifanya pigia Yesu makofi njoni hapa na mama yako Njoo hapa Njoo hapa. panda hapo juu Mama alikuja sasa, anatembea, umefurahi? Amebebwa sasa, anatembea, umefurahi? Amekuponya. we nani yako? Mama, mama ako ndio. Mlikuja mmembeba, nini kilitokea pale? Pale niliposema amka, baada ya maombi mama kaamka. Akaanza kutembea ndio. Pigia Yesu makofi. Naomba mafuta. Yesu amekuponya na utaenda kushuhudia matendo makuu ya Mungu tanga. Macho macho yamegeuka, uwe na amani. Hakuna kilichobakia, Yesu amemaliza. Amina. Amina, na wewe nenda ukastawi na, na kufanikiwa in Jesus name. Naam, ah mtazamaji na msikilizaji, ni muujiza wa papo kwa papo huo. Kama umekuwa ukisikia, eh, wakati mtumishi wa Mungu anaachilia makongamano mbalimbali ama kwenye ibada mbalimbali, mbali. Watu wanasimama na kuinuka, eh, watu wanaacha magongo, wanaacha magodoro, wanaondoa vifaa vinavyokuwa vinawasaidia kwenye miguu, labda pengine mwingine shingo ilikuwa imelegea, amewekewa kifaa cha kusaidia ama mkono umebebwa kwenye kifaa maalum eh, baada ya upako, vyote hivyo vinatolewa, mambo yanatokea. Basi hiki ndicho kilichotokea kwa mwana mama huyo ambaye alikuwa anateseka kutokea Tanga na binti zake wakaweza kumleta katika madhabahu kwa wangazi, akiwa hawezi wanasema, wamemleta wakiwa wamembeba, na wakamfikisha, wakamlaza kwenye godoro. Akiwa kwenye godoro pale, akawa anaaga watoto wake, akiamini kwamba yeye imefika mwisho. Lakini baada ya upako, mtumishi wa Mungu aliachilia pale madhabahuni, nguvu ya Mungu ikafika pale alipokuwa amelala mama huyo, na mama akaweza kunyanyuka kutoka kwenye godoro kama ambavyo unamuona hapo. E, anaripotiwa amenyanyuka kutoka kwenye godoro, anashangilia mwenye Uh, muujiza ameupata wapapo kwa papo katika madhabahu Inuka Uangaze. Pengine unatamani na wewe Mungu akutendee jambo katika madhabahu ya Inuka Uangaze. Ni bure kabisa, usijiulize maswali kwa sababu pengine pengine Mungu akutendee jambo natakiwa nilipe hela ama niende siku gani nikajiandikishe wapi ili niweze kupokea muujiza wa papo kwa papo. No. Muujiza wa papo kwa papo unaupokea kutokana na imani yako na kusikia sauti ya mpakwa mafuta ya Bwana. Mtumishi wa Mungu anasema mara nyingi, na wewe unaweza kugeuka nyuma ukasema pengine labda sio mimi anazungumza na mimi hapana, ni wewe. Hata kama hauko Kawe, uko nyumbani kwako, umelala kwenye godoro, una mgonjwa wako yuko ICU, na bahati nzuri umefanikiwa kufika hapo, labda una, una kiredio chako unasikiliza kupitia earphone pale ambapo mtumishi wa Mungu anazungumza, anasema sasa, wewe ambaye ulikuwa huwezi kufanya kitu fulani, fanya, mwambie mgonjwa wako nasema naye. Hiyo sauti ya mtumishi wa Mungu ni sauti ya Mungu mwenyewe, kwa hiyo ti nyanyuka na maisha yako yatakwenda kubadilika. Ndivyo ilivyo eh, kila siku za ibada katika madhabahu kwa uangazi katika kipindi cha Operation Kumboa Familia, haya huto na yanatokea na yanafanyika bora kabisa. Kwa maana hiyo, unatazama kupitia YouTube Arise and Shine Tanzania uh, Facebook, Instagram na YouTube, lakini pia kupitia akaunti nyingine ya Mwamposa Live, unafuatilia moja kwa moja pale ambapo haya yanatokea. Jiunganishe na wewe yatatokea kwako, na muujiza wako utaupata papo kwa papo. Mtumishi wa Mungu hafahamiani na huyu mama kutoka Tanga, lakini pia hafahamiani na mabinti wao, lakini baada tu ya upako, upako unamjua huyu mama, upako unafahamu mateso yake na familia yake kiujumla. Upako ndio ulimnyanyua mama huyu na godoro lake, na akaweza kusimama tena, kwa nikwambie Ah, kipindi kinachofuata ni kipindi cha Operation Komboa Familia, jiunganishe uweze kufunguliwa. Lakini siku za ibada Jumapili, Jumatatu, Jumanne usikose ibadani ama usikose kufuatilia kupitia radio pamoja na mitandao ya kijamii. Lakini pia bila kusahau TV unayoitazama, wakati Mungu akubariki sana na tunaendelea na shuhuda kutoka madhabahuni. Tudai mwingine hapa ambaye yeye Mungu ameweza kumponya uvimbe kwa miaka mitatu. Ilikuwaje? Aliteseka vipi? Moja kwa moja tumtazame tutarejea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa majina naitwa Boniface Joseph kutokea Shinyanga. Umetoka Shinyanga Boniface? Naam. Ah, karibu. Nimekuja hapa kutoa ushuhuda kwa mdogo wangu hapa Devota Joseph. Ndiyo. Yapata miaka mitatu iliyopita alikuwa anasumbuliwa na uvimbe mgongoni. Yaani, palikuwa pamevimba upande mmoja wa mgongo alikuwa upande mmoja amevimba, e, pamevimba na alikuwa hawezi kutembea vizuri. Alikuwa anatembea kama kainama, yani kama bibi hivi, kama bibi ndio amepindana e, alikuwa amepinda, yani anatembea kwa shida oh. Tumehangaika sana, tumeenda mahospitalini. Tukienda mahospitalini, wanatuambia hatuoni ugonjwa. Baadaye tumeenda kwa waganga wa kienyeji, na kwenyewe imekuwa ni shida, hatupati uponyaji. Baadaye mwezi wa sita Ndo tukaamua kuja hapa Kawe. Baada ya kuja katika madhabahu hii, ndio namshukuru mwenyezi Mungu, mdogo wangu akawa amefunguliwa, afunguliwa, akafunguliwa. Nini kimetokea tuliporudi nyumbani? Mlikuja naye hapa, nilikuja naye hapa nikiwa na dadangu, ndio baada ya kutoka hapa, tuliporudi nyumbani, ndio tukaendelea kujiungamanisha na Operation Komboa Familia, akiwa amepinda hivyo hivyo akiwa amepinda, lakini uvimbe ulikuwa unapungua taratibu. uh -huh. Tumeendelea kutumia maji na mafuta ya upako baadaye. Baada ya kumwaga yale maji na mafuta ya upako ulipoyaombea, ndio tulipoingia mule ndani. Kuna kuku tunawafuga, kwa bahati mbaya tukakuta yule kuku amekufa. Kuku amekufa, amekufa yule. uh -huh. Kuku amevimba, yani sehemu ya shingo amevimba, afa alikuwa anatoa damu. uh -huh baadaye tumeendelea kutumia mafuta na maji ya upako. Baadaye tena tukakuta panya naye amekufa, walikuwepo panya wengi sana. uh -huh. Baada ya kumwagia maji na mafuta ya upako yule panya alikufa. uh -huh. Na tulimchoma moto, ndio. Baada ya hapo, baada ya vitu kufa tu, baada ya kufa hivyo vitu, uh -huh. nashukuru mdogo wangu sehemu ya, ya mgongo akawa amepona, na kwa sababu alikuwa anasoma shule lakini kwa bahati mbaya alisitisha masomo kwa sababu ya ugonjwa. Kwa sababu ya huo ugonjwa, na sasa hivi bado hajaanza kwenda shule hapa na mdogo wako. Ona adui anavyochezea watu, mtoto anasoma shule anaharibiwa. The enemy is playing people. Hallelujah wanaharibu urembo wako na uzuri wako na masomo yako. Maana yake wanakufanya uwe si kitu. Lakini kama walijua wamekumaliza, leo wamejimaliza wenyewe katika jina Yesu. Maji tuonyeshe, tuonyeshe. Ulikuwa unao furaha, amekuponya, una maji, tuonyeshe, unatembea hivi. Kwa natembea hivi. Ama inama. Kama bibi kama bibi, na muda mwingi anakuwa amelala. Sasa hivi anatembea kwa sababu so anaweza karuka ruka kabisa. Tembea, u, kimbie kwenye kimbia kimbia. Ha! Haleluya. Nani mpenda miujiza? Umefurahi sana. Na dada yangu yupo, tumekuja. Yuko hapa. Yupo. Sema, dada njoo. Dada njoo. Njoo dada yake hapa. Kumbe yupo hapa. Haleluya. Wewe ndio dada. Ndio. Alikuwa aje mdogo wako tuonyeshe kidogo alivyokuwa anatembea. Ani alikuwa anatembea hivi? Hivyo, hivyo. Ndio. Kama bibi. Kama bibi, alikuwa aweza hata kufagia wala kuosha vyombo. Sasa hivi anaosha vyombo, anabeba ndoo, anapika. Haleluya. Mnatokea wapi mmesema? Shinyanga. Shinyanga. Mlitoka Shinyanga mkamleta? Ndio. Tulikuja mwezi wa sita, mwezi wa sita. E. Na leo ni mzima. Ni mzima wa afya. Tunamshukuru Mungu. Ningekuwa <laughs> na picha wakati anaumwa mngeileta, kwa sababu kuna kina Tomaso huwa hawaelewi. Haleluya. Haleluya. Napendo naleta na, na, na vithibitisho vyote ili hata yule alikuwa haamini Amin. Lakini kwa mashahidi wawili yeye Kaka yake na dada yake, sema amen. Ha ha, kuna mtu na mashaka. Sister, do you have doubt? Binti, utarudi shule sawa, utasoma na utafaulu. Amen, kwa jina la Yesu aliye hai, giza ondoka juu ya maisha ya mtu huyu. Atasoma na rudi, atarudi shule, atasoma na atafaulu. Huyu sio makao ya watu wa giza tena, ni makao ya baraka, ni makao ya Roho Mtakatifu. Anyway, mwili huu ni hekalu la Roho Mtakatifu, sema ama. Umebarikiwa binti, nuru yako kang'ae na utazidi kustawi, utaongezeka kimo na kimo, kimpendeza Mungu na wanadamu, na utasoma na kufaulu vizuri. Milango yako imefunguka. Ya, na wewe umefurahi? Umefurahi sana. Pokea baraka, nuru yako kang'ae na ukastawi pia. Might in the name of Jesus. Na iwe nuru katika maisha yako na wewe umefurahi? Ah, uh, tunaweza kuona jinsi ambavyo binti kutoka Shinyanga ameweza kufunguliwa kutokana na changamoto yake. E, eh, dada yake anakuonesha jinsi ambavyo alikuwa anatembea kwa kuinama kabisa, hawezi kufanya kazi kama binti kazi za nyumbani. Kwa hiyo eh, maana hiyo alikuwa ni mzigo katika familia, lakini baada ya upako ameweza kufunguliwa, amenyooka na muona anaweza kukimbia. Ni mambo ambayo yanatokea katika madhabahu kwa uangaze, na mambo yote haya yanatokea tu bure. Pale ambapo mtumishi wa Mungu anafika wako anatangaza kongamano. Umesikia taarifa hizo uh, eh, pengine kupitia magari ya matangazo ama umepata kipeperushi, basi hakikisha unafika katika viwanja usika, na wewe pia utakwenda kutendewa kile ambacho hawa walioshuhudia wameweza kutendewa, na si hawa tu, ni wengi ambao wanashuhudia katika madhabahu kwa uangalizi, lakini hatuwezi kukuletea shuhuda zote kwa wakati mmoja, lakini pale ambapo unasikia eh, shuhuda moja wa, moja wapo kati ya nyingi ambazo eh, zinakuwa zinashuhudiwa katika madhabahu, basi imani yako iweze ya kuinuka na maisha yako yaweze kubadilika. Huyo ni mwingine. Lakini tunaye mmoja hapa ambaye naye Mungu amemfungua kiuchumi kupitia uh, kipindi cha Operation Komboa Familia, na kama ujuavyo, basi mara baada ya kipindi hiki kinachofuata ni kipindi cha uh, cha kizuri kabisa hicho cha Operation Komboa Familia, Operation Komboa nyumba za watu na Operation teketeza au kausha chemichemi mbaya. Moja kwa moja tumsikie huyu ambaye amefunguliwa uh, kiuchumi baada ya kufuatilia Operation Komboa Familia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina anaitwa Joseph Ninde kutoka Mbalali Mbeya, Mbalali Mbeya, ndio tumekuja kumshuhudia Mungu kwa kufungua biashara yangu. ni, mefungua biashara. Mungu amekufungulia aha? Ndio, nimefungua duka. Ni mwanzoni nilikuwa nauza vizuri, lakini nilipofika mwezi wa 11 mambo yakabadilika. Ah, nikawa si na, nauza na, lakini hela sizioni nikawa kwa siku nauza shilingi elfu tano mpaka elfu kumi. Mpaka biashara kiasa kwenye biashara yangu mpaka uh -huh. Nikakata tamaa biashara nikatamani nifunge. Ndio lakini kuna siku moja, mimi ni mpenzi wa mpira kama ninavyoniona. Uh -huh. Siku moja naangalia na, na timu yangu nikakutana na radzanishani i kutana na raanishani ukawa na kipindi wakati, ni, ni, wakati nipo pale naangalia mpira nikwa, kwa sababu mambo yalikuwa yameenda vibaya nikwa nikwa angalia mpira huku eh, mambo yameenda vibaya, madeni duka lilikuwa linatoa hela baada ya mi, ni andama, kwa, naduka, nikwa, hela, kuingiza Ndi. Nikwa na madeni kila sehemu, ba, baada ya hapo nikaamua nichukue ni sumu nife tu ukochukua nikaamua bora nife tu madeni u maana madeni madeni niandama ndio. Baada ya hapo nivyotaka kuangalia mpira nikakutana na daza neshani, kablaujani wa sumu ukaenda kuanglia, nataka niangalie timu yangu mara ya mwisho, alafu ukanywe sumu e baada ya hapo nikakutana na raza ishani, ukawa una kipindi kile cha uh, police ilikuwa familia, ukawa unasema hivi, ukifa unaenda kwa, na, <laughs> <laughs> nasikia unataka kujinyonga kwa shetani. Nikashtuka kidogo nikaogopa. Naenda kwa shetani tena. Ukashtuka. Eh, nikashtuka naenda kwa shetani tena ikabidi nikusikilize kidogo, niachane na mpira. Achana na mpira kwanza. hey, ukifa unaenda wapi? Naenda kwa shetani. Ikabidi niache ni mpira nikusikilize. Ukawa pale kuna, kuna ushuhuda kuna, kuna mtu alikuwa na madeni naye alitamani kufa, akaja Kawe akapokea uponaji. Ndio na mimi nikaanza kukusikiliza na nikasema nika, na nika kwa nika kwanini sijaribu nikasikiliza ile ya baada eeka familia mpaka mwisho nikamwaga maji kwenye duka langu eh. Asubuhi ninapofika nikuta panya wamekufa pamoja na hela laki tatu. Ah. panya wamekufa, panya walikufa nafikiri wamebondabondwa na hela zilikuwa zilikuwa zi, hela, zilikuwa zimeliwa zingine zima tu hizo kama laki tatu. laki tatu ulizikuta wapi? Nizikuta chini na uweka hela na uweka hela hapo kwa chini, ka kwa chini. Kwa chini. Ndio. Na zilikuwa unazionaje? Sizioni. Kama laki tatu. Laki tatu hizo. Uh-huh. Napanya kama mebonda bondwa hivi. Na duka nilifunga kabisa, na kufungua, nilifungua mwenyewe, lakini nakutana napanya hao. Panya, uh-huh. Alikuwa mmoja amekufa. Panya walikuwa wale wengine, sikuwapiga tu picha, walikuwa wengi pale pale. Pale pale. Kama wamebondwa bondwa, wamebondwa bondwa, kuna mtu alikuwa na wabondwa bondwa well. Ndio.

Shuhuda ingine nilikuwa, nilikuwa mlevi sana, mi mlevi. Nilikuwa mlevi sana yani mimi bila pombe, yani bila kunywa pombe nilikuwa yani silali. Eh, baada ya hapo ba, nilipofuatilia operation nikomboa ni familia nilianza ni kukufuatilia. Ikiwi kaisha kabisa. Kiwi pombe kaishinywi. Mpaka sasa. Mpaka saa hizi. Hapo. sahizi sasa, unauza laki moja kwa siku. Saizi nauza laki moja kwa siku na biashara yangu saizi ipo vizuri saizi, na sijuti tena. Ujinyongi tena saizi sijinyongi tena na washauri wote wanaotaka ku, kujinyonga wapitie kwanza Kawe.

wanaume jutia ilikuwa anajutia yani, mwanaume anajutia anatamani yani, ingekuwa mwanamke kwa sababu ya kukota umeme umeme hamna. uh -huh. Eh, nikirudi nyumbani, mke naye nawaka umeme hamna. Nikawa nikawa naangaika kwa waganga huku na huku kuangaikia umeme nikawa sipati kupata umeme eh, eh. Nawasha uwaki waganga kuwasha wamekula hela zangu tu kuwasha. Sasa ashi, nini kimetokea? Wajaweza, nashukuru Mungu baada ya kufuatia operation kongoa, familia nimepotea, uponyaji ubeba, uko vizuri, umepona. hiyo jambo kama u uja...

Na umeweza kuona mtazamaji wa Arise and Shine TV lakini pia msikilizaji umeweza kusikia. Hii ni nguvu eh, ya madhabani kuangaza kupitia kipindi cha Operation Combo familia kimefanya mambo. Na pengine labda mtazamaji hapo ulipo au msikilizaji unatamani kujinyonga, maisha yamekuwa ni magumu, hujui nini cha kufanya, umekata tamaa, basi nikwambie tu kabla ujajinyonga, fungua Arise and Shine muda huu, muda si mrefu mtumishi wa Mungu anakuwa live. Basi hili kabla ya kujinyonga ujue kwamba ukijinyonga moja kwa moja anakuwa shetani lakini pia upate raha ya kuendelea kuishi duniani na afya njema, kama huyo ambaye tayari umeme umewaka, lakini pia biashara imefunguliwa. Unaweza ukaona alikuta pale katika biashara yake, baada ya kumwaga maji eh, na mafuta ya upako kwenye ofisi yake, akakuta panya wamekufa kama wamebondwa, anatuelezea hivyo. Lakini pia anasema akakuta pesa kama laki tatu, nyingine zimetobolewa, nyingine ni nzima, na wakati siku zote alikuwa hazioni, hana mafanikio, biashara imeshuka, uchumi umeshuka, lakini baada ya upako ufumbuzi uh, umepatikana sasa hivi anauza laki moja, eh, na mambo yako vizuri, umeme umerudi, hajajinyonga tena, mke wake anafurahia maisha, ni baba mzuri sasa wa familia, lakini pia pombe ameacha. Ni nguvu ya upako, kupitia kipindi cha Operesheni Kombo Familia ambacho kinafuata muda si mrefu ni kutakia utazamaji mwema wa, uh, utaza wa kipindi na kufuatilia pamoja na kusikiliza. Shalom.